Agwe mkulu longa miangu una mbuli mtu eh? Akikwambia una mbuli kama huna hizo mbuli, yani una habari au una neno unamwambia, nabule mbuli miangu zizi ziyalongile kitorondo. Wazalamu ao wanazungumza maneno kama hayo, Wazalamu miangu. Haya, <laughs> unajua mimi nataka niwaambie tu kwamba Wazalamu ndio wenye mji wao huu, Wazalamu ndio wenye Dar es Salaam yao au ndio wenye Dar es Salaam yetu sisi Wazalamu lakini tunasukumiwa sukumiwa huko tunapelekwa Kipalanganda, si tunatolewa huku mara huku Kisemvule, Mwanarumango, sijui Bigwa, Mwarusembe, sijui mara tunapelekwa wapi? Unakuta tunarushwa rushwa tu, Bagamoyo, tunapelekwa wapi wapi, wanaturusha, wanaturusha, ili mradi hapa hapa wakae wenyewe, wengine tu wakae, Wasukuma wakae, Wanyamwezi wakae, Wapogolo wakae, sijui Wandendeule wakae, sijui Wamasai. Msitusukume sukume namna hiyo, mnatusukumia ndani Ewale, weka record, vunja record ndo kipindi chetu cha leo tunaweka record, tunavunja record. Nani ataweza kuweka record? Na nani ataweza kuvunja record itakayowekwa hapa? Sehemu niliyokuwepo ni Vinyago Mwenge. Wengi waliokuja hapa mjini wamekuja kwa ajili ya kutafuta pesa, waliokuja hapa wengi wao wamekuja kutafuta pesa. Wasukuma wanatoka huko kwa usukumani wanakuja hapa kutafuta hela, sawa Wanyamwezi wanatoka Unyamwezini, wanakuja hapa. Nikisema Unyamwezini, inaweza kuwa kama naongelea watu wanatoka Marekani, lakini hapana, ni huku huku Tabora. <laughs> Wazalamu tunapelekwa huko, tunatolewa nje. Kipindi unachotazama sasa hivi ni weka rekodi, vunja rekodi. Jina langu Haji Salum, almaarufu Mboto. Wengi wamezoea kuniita mboto nyo Uh, tunaweka record, tunavunja record. Nilisema hivi kuna watu wametoka mikoani kwa huko wamekuja hapa kwa ajili ya kutafuta pesa tu sawasawa. so, so, yeah. Je, hawa waliokuja hapa kwa ajili ya kutafuta pesa ni kina nani? Je, yeah, unamwamini nani katika kukuwekea pesa yako? Maana hu unaitafuta pesa, lakini unamwamini nani kukuwekea pesa yako? Challenge yetu ya leo naomba niwaambie, eh, ama mshindano wetu wa leo naomba nikwambie, tunataka kutengeneza vibubu. Nani anajua kibubu? Unakijua kibubu vizuri, kile cha kuwekea pesa? Nani anaweza kutengeneza kibubu chap chap? Nani anaweza akafanya kibubu ndani ya muda mfupi? Lakini narudi tena kwenye swali langu lile lile. Swali langu ni lile lile, unamwamini nani wa kukuwekea pesa? Umekuja kutafuta pesa, nani unamwamini ili akuwekee pesa zako? Twende nikawaulize hawa jamaa. Chau. Asalamu alaykum. Ah, jamani, kwema? Mambo anasemaje Ah. Huku na watu, huku na watu. Hii inaitwa nini? Hii inaitwa bao bwana. Bao. Historia yako imetokea wapi bao? Pwani Zanzibar. Zanzibar? Eh, bwana. Wapili Upwani, Zanzibar. Zanzibar. Hey, Aa, okay. Zanzibar. Hivi wewe umekuja hapa wewe unatokea mkoa gani? Mtwara huko. Mtwara. Ina maana umekuja kuweka kutafuta pesa hapa si ndio? Eh, hey, bwana. Sawa. Kama umekuja kutafuta pesa, unamwamini nani wa kukutunzia pesa zako? Pesa yangu nikipata, naweka benki. Huyu pesa zake anaweka benki. Unaitwa bwana nani? Naitwa Juma Adala Mtalika. kabla ya mabenki kuja, watu walikuwa wanaweka wapi pesa zao? Kama kule vijijini kule, unachukua mtungi unachimbia chini eh, unaweka unafunika. Sababu mambo yamebadilika, ndio jengia majumba kama hayo, naenda kuhifadhi sehemu kama hizo. Sawa sawa. Hivi kibubu unakifahamu bwana Adala? <coughs> Kibubu nakifahamu. Unakifahamu vizuri wewe? Kibubu unakifahamu? Hey, nakifahamu. Ulishawahi kukiona kibubu? Eh. Hey. Na ushawahi kukitumia Nishakitumia kile kinanishinda, sababu hela nyingi zinakaa ndani mle mle. Kina ni kidogo na tunakivunja na unachukua mzigo. Ah, kwa hiyo ukiweka kama ukiwa na kibubu kibubu? Yeah, una maana unaitamani. Sasa hivi karibu tu pale pale. Ah, wewe bana vipi? Ushawahi kukitumia kibubu? Eh, ukiwa na kibubu una maana unaitamani, nishakitumia sana. Kuweka hela, kama una hela, unavunja, unaanza tena upya. Ushawahi kibubu? kukitengeneza wewe kibubu? Na mimi, nisha kufanya mara moja tu nisha kinunua hicho. No. Ah, kutengeneza. Ushawahi? Ushawahi kutengeneza. kutengeneza. Kutengeneza. Uwezi. Hapana. Eh bwana, katika nyinyi kuna mtu yeyote ambaye ameshawahi ushawahi kukitengeneza kibubu? umetengeneza kutengeneza kutengeneza. E, yeah, sasa swali langu jingine la kisushi, lakini ndio watu wengine wasijue bwana, nasikia eti bwana, nasikia wale wanatengenezaga vibubu wale wanawekaga chuma, ulete eti kweli kwamba ukishatengeneza pesa inaenda kwake kwa nafundi. watu wanasema hivi na watu mishawahi kuwatokea. Imewahi kuwatokea? kukutokea rafiki yangu, kutokeamimirafikiyanguh kumtokea anaweka pesa zake, alafu zinachukuliwa. Yuko wapi? Hapa ayuoee yuko Tegeta, ndio Tegetando, alikuwa anafanya kazi maeneo. Hey, alikuwa anafanya kazi maeneo. Kuna story yoyote ambayo unaweza ukaisimulia kwamba watu walipofanya hivi, walipotengeneza kibubu, kuliwahi kutokea moja mbili tatu, kuna mambo fulani ambayo ambayoalipata kuwatokea kwasabau aliweka kila siku akipata anaweka, ikafika kama, avipiga hesabu yake, ikafika kama laki na elfu sitini hivi, akasema leo nivunja kibubu changu nikafanya mahitaji manunuzi. Fika pale kwenda kufumua kile kibubu da, jamaa alinyong'onyea, akakutana shilingizi elfu mbili. Afu alafu bahati nzuri so kamin pia kama naadisiwa, nami nilikuwepo katika hilo tukio elfu mbili mbona wa jamaa wa chuma uleti mbona hawana huruma na wala hawana huruma sawana je masuala yao eh unajua wazalamu wazalamu sisi kuna mwaka tulishauwe kumsema gamwizi mpaka kafa tumemsemwa wewe yani aliiba baada ya kuiba tukamwambia wewe nini mtoto wa kiume wewe maisha yako nini wewe hivi we kweli na akili zako basi ule mtu anabwa kasemwa kanyongonyea kanyongonyea damu ikaanza kumuisha mwilini kanyongonyea kanyongonyea mpaka kafili ambaye vibubu ina maana bado vipo mpaka leo hadi sasa hivi bado vinatumika. Weka Record, Vunja Record ndo kipindi ulicho nacho kwa sasa. Usiondoke, twende mapumziko kidogo. Tukirudi nitakwambia kitu gani kinatakiwa kwenda unajiwingisha ebane Mi nipo kwenye kusaka, saka washiriki nimeangaika, msako mpaka mapaja yananiuma, nimepitapita, nimekoskosa na mipira mpaka nikajisahau, nikawa jo mien nika hiyo hivake. Mambo ya kusaka washiriki hao wanatakiwa washiriki ao watatu, nawapatia wapi? Ndio nataka ni penye penye kwenye nipenyepenyeene njia hivi, hivi, hivi, hivi. Nitokee maeneo ya katikati, nipo mwenge Vinyago Ndo maeneo ambayo nilokuwepo kipindi chako ni Weka Rekodi, Vunja Rekodi, ndio kipindi pekee kinachokuweka pamoja au kinachokutanisha na watu karibu. Huyu kinamchukua kinamleta hapa, yule kinamchukua kinamleta hapa. Wewe kama ulikuwa huelewani na wale, unakuja kuwekwa karibu. Naenda kusaka washiriki wangu watatu, twende na mimi. Kwa jina naitwa Deusi Samuel Melkioni aka Profesa na, na miaka 43 natokea Mbezi Makonde hapa mwanangu. Mi mambo ya na miaka uchongaji, useremala ni le sana hivi Changia na nzezi kazi, aje kutoka kama mashindano kama haya. Ila sema isipokuwa muda mwingine tu wenyewe kwa wenyewe ile. Bana sefi tutemeze nani atakapo mkali hapa. Hivyo ya mashindano ya, ya sisi kwa sisi ya Yani, yani wajia mba nishindano ya sisi ushafika tu pale mzigo kianza wale sabili kwanza wasubiri Mimi naitwa Yahaya Juma Maulidi. Na miaka arobaini na mbili. Mimi nafanya kazi ya ukapenta. Kwenye hii kazi na zaidi ya miaka kumi na sita. Ndani ya miaka kumi na sita hii sijawahi kukutana mashindano yoyote. Kwanza na uzoefu wa muda mrefu kuliko wenzangu nafikiri. Mi nafikiri nimewazidi miaka mingi zaidi. Sawa, mi nawambia tu wajitahidi kunipita mimi, lakini leo sho wanayo. Mimi naitwa Mandanje Abdaimani Asumani. Mimi hapa nafuma kacha kama hizi unavyoniona, natengeneza vibubu, natengeneza hivigali vya watoto vyenye tairi tatu. Naona natengeneza na hivigali na na, vile vya baskeli vile vya kufanya hivi vile vile. Hizi shughuli ya sasa hivi na mwaka wa tano, hmm. mitokea nianze shughuli zangu sasa, mambo ya kacha pamoja na vibubu, ile ndio mara ya kwanza kuona mambo kama haya. Nitashinda kwa sababu so mi ni mjuzi zaidi, yani hizi kazi mi siomgeni nazo, nitashinda. Weka Record Vunja Record ndio mchakato uliokuwepo kwa siku ya leo. Usipate tabu wala usiangaike, unaweza ukajiuliza kwamba mi naendaje kuweka record, nawekaje na record, na nafanyaje eh, tunakwenda kwenye ishu ya utengenezaji wa vibubu chap chap. Tunataka washiriki watatu tu. Lakini kabla ya huko kote, tunazingatia zile sheria taratibu zote, kwamba nani anafanya nini kwa wakati gani. Tunaita mtaalam anazungumza, mimi niwapeleke kwa mtaalam. Tukitoka kwa mtaalam, alafu atatuambia yeye. Kwanza mtaalam atueleze kuna hiki na hiki na hiki, ndo tutoke huko tuendelee na mengine. Twende kwa mtaalam. Kibubu ni mfano kama kisanduku kidogodogo ambacho hakina mlango, ila kina tundu moja tu kwa ajili ya kuingizia hela hicho ndo tunaita kibubu. Hatua ambazo natakiwa kuzingatia wakati wa kutengeneza hichi kibubu, inabidi upate mbao upate na plywood ngumu, usitumie singboard. Singboard ikiloa maji huwa inalainika na inaweza ikatoboka, kibubu ikawa uhalisia unaondoka. Kutengeneza kibubu inategemea na spidi ya kwako wewe fundi. Unaona, unaweza ukatengeneza hata kwa kwa lisaa lizima, inategemea na wewe mwenyewe, yani spidi yako. Ukiwa na haraka katika kutengeneza kibubu, inawezekana ukatoa misumari nje, ikawa mwonekano wa kile kibubu unaonekana sio mzuri, kwa sababu unakuwa umepasua zile mbao, msumari umetoka. Asante sana, tumemsikia mtaalam. Kitu gani alichokisema? Amezungumza moja mbili tatu, amesema kuna hiki kuna kile, kuna jambo hili kuna lile. Yale aliyoyasema mtaalamu ndio yale tuliyoyasikia. Hao ndio wataalamu wetu kuhusiana na utengenezaji wa vibubu. Unaweza ukagonga gonga ovyo mara tukirudi nitakwambia ni kitu gani kinachoendelea kwa wakati gani. Mara vunja rekodi, rekodi. Nani ataweza kuiweka rekodi hii? Je, huyo atakayeweka rekodi ataweza kuishikilia rekodi yake? Je, yupo atakayekuja kuivunja rekodi yake? Hayo yote yatazungumzwa, lakini kabla hatujaanza mashindano yetu kwa watu, washiriki wetu watatu, bado hapa tunamsubiria bwana sheria ama refa, yeye atuelezee anataka nini, hataki nini, ana vitu gani alivyoandalia hawa watu. Je, hicho kitu kinatakiwa kuwa kwenye ukubwa gani? Yeye ndiye anayejua. Hii ni weka rekodi, vunja rekodi. Mpambano wa leo Amadi Kibindoni. Washiriki watatu watashindana kutengeneza kibubu chenye urefu wa sentimita 19, upana wa sentimita 13.5 na kina cha sentimita 5. Kila mshiriki atapewa vifaa vyote muhimu vya kumwezesha kutengeneza kibubu cha aina hiyo. Mshiriki atakayetumia muda mfupi zaidi kumaliza kutengeneza kibubu kwa ufasaha ndiye atakuwa mshindi na rekodi yake itawekwa. Weka record, vunja record. Nani ataweka record? Nani atavunja record? Kitu unachotaka ni kwambie, refa ndiye atakaye waanzisha hao watu ikipigwa tu ile mchakato huo. Vitu vya namna hii mimi niliwahi kukata kitambo sana. Nimetengeneza sana vibubu ili kuepuka yele aibu. Yetu ndio hiyo sasa, tunakwenda na mchakato. Umenelewa bwana? Pana mtu anaitwa Mandanje, pana mtu anaitwa Yahaya, tuna mtu anaitwa Deus Pana we pana yahaya pana mandanje pana de pana deus, unaambiwa embelu embelu na mwenye mwari. Tunataka tuone dakika ngapi tunaweza tukatumia katika swala letu hili. Mimi nisitengeneza vingi vingi mno. Mimi nicavifanya vingi hivyo nicatengeneza Bwana eh. Niliwahi kuwa na speed moja ambayo nilikuwa naweza kutengeneza ndani ya dakika dakika tatu tu. Dakika tatu nilitengeneza vibubu 120. Dakika tatu. Kwa sababu mimi sina speed. Kila jambo mimi nafanya speed speed tu. Bwana eh.

Mambo, mambo vipi kaka? Poa kabisa kabisa. Bomba kabisa. Mchakato, mchakato umeona? Ah, uko vizuri. Naona jasho linakutoka lakini sio sio jem, jem lile lile lile, baba jamaa sikuja na kamati zao hizi. Ah ah. Ah. Kuna mambo ya kishirikina? Ndio maana hata hautai kukata hapa. Wamepuliza. Huyu mandanje nitambana bwana bwana, haya. Ili nipate kujua hili changamoto gani umekutana nayo mpaka jasho, mimi nakwambia nakwambiaje, nashangaa vyombo nilivyoweka vizuri kabisa. ksa Mzigo unakataa e, haya mambo eh, ya imani haya eh. Mambo ya mila yameingia eh. E bwana, mambo vipi? Safi uh, ya haya, unashutuma bwana, unashutumiwa kwamba wewe kuna mambo ya mila ambayo umeyafanya, inakuwaje bwana? Niliwaambia watasubiri sana, kwa sababu mimi niko zaidi yao, na bado atasubiri sana, watasubiri sana na bado, au sio Changamoto gani umekutana nayo katikati? Ah, ya kawaida tu kawaida, kwenye ushindani, kwenye ushindani. Asante sana. Yaya anasema yeye kwamba aliwaambia kwamba mtasubiri sana, umenielewa? Sio mambo ya kishirikina Mandanje? Kuna shutu hapa inakuja ya kiimani, ki imani za kishirikina Mandanje, niambie hiyo. Ah, hamna, amna. Kuna kunaonekana kuna, kuna, na wepesi wa mtu hatajika uzoefu na wepesi wa kufanya kazi. Kwa hivyo Bwana Mandanje, wewe, wewe e mwepesi kwenye hii? Eh, msabu misumeno sio kwamba leo nimeanza kushika na shika kila siku misumeno, anaishika kila kukicha. Kwa hiyo yeye, masuala ya imani yale ya kishirikina hayapo kabisa. Yeye anasema yupo kwa ajili ya kupambana, msumeno anaushika, sio leo kaushika, miaka yote ambayo iliokuepo hapa. Huyu ndo anaitwa Mandanje. Azoezi ni nzuri tu, haina shida. Iko fresh rafiki yangu mzigo kupeleka hivi mzigo unagoma na maandazi nifanya kutosha kabisa. msumeno ndio ndio menangusha sana, sikuwa safi, kama nilivyosema tu kwamba bado atanisubiri tu eba. Hey, mashabiki wanasubiri kujua kwa hamu, ingawa mambo yanaelekea kitu fulani, lakini refa ndo atakayetupa majibu kamili. Refa akiamua kwamba huyu ndo amekuwa mshindi mashabiki wa yule mtu wana uwezo wa kusema kwamba hivi, inawezekana ukawa umeshinda kwenye hiki lakini ukafeli kwenye kingine, lakini inawezekana ukawa umeenda kwenye hili na ukafeli kwenye jingine. Refa lia na la kwake anaweza kutuambia, Weka Rekodi Vunja Rekodi, nani ataweka rekodi kwa siku ya leo? Refa, hebu tuambie nani ana nini kwa wakati gani katika mpambano wetu wa kutengeneza kibubu, ambao uliitwa Hamad Kibindoni. Walikuwepo washiriki watatu: alikuwepo Bwana Mandanje, alikuwepo Bwana Yahaya, alikuwepo Bwana Deus. Bwana Deus yeye aliweza kutumia dakika 11 na sekunde 30, aliweza kutengenezea kibubu chenye urefu wa sentimita 19.15 na upana wa sentimita 3.4. Bwana Mandanja yeye alitumia dakika sita kutengenezea kibubu chenye upana wa sentimita 15 na urefu wa sentimita 14. Hivyo basi bwana mandanje na munadeus wameweza kumfanya bwana Yahaya kuwa ndiye aliyeweza kutuwekea rekodi. Yeye alitumia dakika 4 na sekunde 52, aliweza kutengeneza kibubu chenye urefu wa sentimita 19.5, upana wa sentimita 13.5. Hivyo basi bwana Yahaya, kwa siku ya leo, katika pambano wetu ulioitwa Ahmad Kibindoni, ndiye ametuwekea rekodi ya kutengeneza kibubu kwa uharaka zaidi. Hamadi Kibindoni ndiyo kauli mbiu yetu ya leo Hamadi Kibindoni. Mimi nilipata kutengeneza vibubu nikatengeneza vibubu 463 ndani ya dakika 4 ama tatu hivi, nakumbuka. Niliwahi kutengeneza na watu wengi waliweka pesa zao. Leo kibubu hiki kimetengenezwa ndani ya dakika 4 na sekunde 52, bl na, na mtengenezaji mwenyewe anaitwa bwana Yahaya, ndiyo mshindi wa leo aliyeweza kutuwekea rekodi na nani ataweza kuja kuivunja rekodi hii? Usiangaike jinsi ya kututafuta, tunapatikana Instagram, Facebook na Twitter sawa sawa, eh? Instagram, Facebook na Twitter ndo sehemu pekee ambako unaweza ukatupata na ukatuambia bwana, mimi nina uwezo wa kumshinda bwana Yahaya, mi nina uwezo wa kutumia dakika za chini zaidi kwenye kutengeneza kibubu. Je, utaweza? Kama utaweza hakuna shaka, wewe njoo tu upambane. Sawa sawa, jinsi ya kutupata Andika weka record underscore bunja record account zote tatu Instagram, Facebook, Twitter. Ha, tunaita Twitter. mwisho wa kipindi hiki ndiyo mwanzo wa kipindi kingine. Jina langu naitwa Mboto, wengi wamezoea kuniita Mbotonyo kwa sababu wanahisi mimi nina chembe chembe za Kibrazili, ndio maana wananiita mbotonyo, wananifananisha na wale wachezaji wa Kibrazili kina Ronaldinho, Robinho, sisinyo mbotonyo na wengine onyo akiwemo yahayanyo kwenye kibubunyo tulichokipatanyo siku ya leonyo. Kama umeikosa leo hujaumia wala usibabaike. Siku nyingine inafuata. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine. Mbotonyo jina langu.